Sababu yeye ni rais wa kusema na kutenda. Tuko na miradi nyingi sana ambayo mheshimiwa Malulu Njendi alikuwa ameanzisha hapa, na ukiangalia historia ya wanamalava wote tumekuwa kwa serikali so. Kwa sababu ya hiyo historia, nataka tarehe ishirini na saba tuendeleze hiyo historia ya kuhakikisha mbunge ambaye tunachagua ni mbunge ambaye ako kwa, kwa serikali na huyo ni Mheshimiwa David Ndakwa. Na mi pia nataka kuhakikishia mheshimiwa rais ya kwamba sisi kama wanakakamega wote, sisi tuko kwa broad-based government na mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba kura zote za urais tutampatia William Samoei Ruto, na mi najua baada ya 2027 tuko na kijana yetu hapa, mheshimiwa Weta. Mwaka wa elfu mbili na thelathini na mbili baada ya kipindi cha William Samuel Ruto, tunataka urais uje hapa Western na sisi vavolambusiaevulevenehiyo ta isuruefushiinano isurusefu ni mheshimiwa Moses Masika Wetangule. So mimi ningependa kuomba watu wetu wa mkoa wa magharibi ya kwamba sisi wote tusaidie rais wetu kwa kipindi cha pili in 2027 na ikifika 2032, kwa sababu western tuko na numbers. Tukisaidiwa na ndugu zetu wa Rift Valley, mheshimiwa Faruku ako hapa, tukisaidiwa na ndugu wetu wa Mount Kenya tukisaidiwa na vijana wetu na ndugu zetu wa Nyanza, mwaka wa 2032 uongozi wa urais lazima uje Western, na ndugu yetu mkubwa ambaye tunaweka mbele ni spika wetu wa serikali National Assembly Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Mwisho kabisa, najua hivi sasa tuko kwa kampeni za kuchagua mbunge wetu. Ningependa tuendeze kampeni hizo kwa njia ya amani, kwa sababu Mheshimiwa Malulu yeye alikuwa mbunge ambaye anapenda amani. So mimi ningependa kuomba vijana wetu, watu wetu wa Malava, tupige kampeni za amani, ili tuchague mbunge ambaye ataunganisha wana Malava wote, ambaye ni Mheshimiwa Ndakwa, na mimi najua tutashirikiana na yeye kuhakikisha miradi zote za mheshimiwa Malulu ambazo alianzisha zimekamilika. Mwisho kabisa, najua watoto wetu wanaanza mtihani hapo, uh, kesho. Watoto wa Kapsea ambao ni grade 6 na pia grade 9, tunawatakia kila laheri kwa mtihani wenyu, na sisi kama viongozi tunawatia moyo, tunajua ya kwamba Kakamega is always leading in national examinations. So mimi kama baba yenu nawatewakile laheri.